Oh. Tumekuwa tunakutana barabarani nasoma nyumbani. Oh, ni kama vile wewe ulivyooa ujanishirikisha, ujanipa taarifa yote, na sijeji hata kwenye harusi yako. Hapana mdogo wangu, kumbuka likopo saba, ndio maana kashindwa kushirikisha Vipi kuhusu mume wako, mnaendeleaje? Yo mwenzangu, mambo ndo yale yale yale, vurugu, vurugu, ugomvi, ugomvi kila siku nyumbani ya papoi. Aya, sawa. Vipi ile pesa mba nimpatia mkono wa godoro mefanikisha kuhusu? Hmm. ile pesa sijafanikisha kwa mkono wa godoro, amechukua ameenda kucheza kamari. hmm. Sijakusikia vizuri, hebu rudia tena. Unasema kila nyumba na? Sasa ninakuuliza, umepeleka hela benki? Naongea nawe na kuuliza umepeleka hela benki, sha kwamba ukichukua hela upeleke kwenye akaunti yetu, umepeleka hela benki? Kuchukua pesa kaenda kuchezea kamari. Yaani huyu mpuuzi, nimetoa pesa yangu mimi kaenda kuchezea kamari, baada ya niogodoro, nisikilize, kamwambie hiyo pesa ataitoa. Sitaki ujinga, mwena vizuri nimetoa pesa yangu mwenyewe, nimehangaika mwenyewe, na ndio mami kataka kuleta mdogo wangu uishi pazuri, ulale pazuri, eh? Leo hii pesa kucheza kamari, kaka, usifikie huko. Kumbuka pesa inatafutwa tu, haina haja ya kuongea yoyote. We mwache tu, wewe. We, we, we, we, we, acha ujinga wewe yatimwache tu mapeza nakuendesha sindioe? Acho ujinga mdogo wangu nisha kuambia, yule sio mwanaume eh? tafuta mwanaume mzuri wewe. Ni mtu wa dini ndugu yangu, umesoma dini lakini unashangaza kabisa. Mwanaume gani sasa yule pale? Nikupatie pesa mimi akichezea kamari alafu basi niwache? Haiwezekani. Sasa nisikilize kwa makini, kamwambie pesa yangu atairudisha. Pesa yangu atairudisha.

Unapeleka nimekuja mjini kutafuta hela, nimetoka Kilimanjaro kuja kutafuta hii, sijaja kutafuta mambo mengine hapa, na nachotaka, nataka nione hela benki. Mshenzi wewe, uwe na adabu kwenye hela. Nitakunyonga shingo babangu, nitakunyonga shingo, mjinga wewe. Nikirudi kwa mara nyingine, nataka hela yangu, isitakuelewa kabisa. Hela utanipa wewe bwana, mambo gani bwana unafanyia nayo ah? Tuna kwenye mudi tu, mshenzi wewe, tuna kwenye mudi tu, cheza na vile visio hela. Usongee maneno yote. Kumbuka hela inatafutwa. Mda wote tunaweza kupata pesa. We mpuuzi nini wewe? Kama pesa mna pesa we, we, we. Kama pesa inatafutwa kwa nini nyinyi mkopo hamna pesa mkanifuata eh? Mimi nipatie pesa, pesa. Pesa mnogodolo eh? Isikilize sawa pesa kama inatafutwa, mtafuta kwenu. Nyinyi ninachokitaka mimi, ninataka pesa yangu irudi, na kama unataka kununua mnunua, na kama unataka nitumie mwenyewe sawa, ila sio kwenye kamari. Mimi sijatoa pesa yangu wewe ukacheze kamari. Kuanzia sasa hivi ninavyokuambia, muda huu ninavyokuambia, kamwambie baadaye, ninakuja nataka pesa yangu, na kama hana pesa yangu ni amtia makofi yeye na yeye anakutia makofi, ukaita ujinga vile vile, pesa yangu irudi, hala Tirani. Upora, si kamano umemuongo jirani, jirani, matendo yako ni ya maumivu jirani, jirani, tabasamu lako na jotora uongo jirani, jirani, hakuna giza kwenye macho yako jirani.

Kuna shida gani toka ujio wake binti? Na navyokwambia na, kaka ukijua hata usingeongea na. Sina amani ndani ya nyumba, yeye anataka yeye juu, mimi niwe chini. Mimi nikiongea hivi anataka pande futubu, rafiki yangu

Fibo kama mtoto rafiki uh yangu. Unajua mwanamke kishakuwa na mimba anakuwa anataka mabadiliko fulani. Sawa. Kwa sababu mimba inakwenda kumwendesha. Watu wachane na hayo katika pointi zingine. Hiyo kaka mbaya sana kngumioa, hata kuniambia ndugu yako kweli. Nimeshtuka, nimeshtuka mbaya ndugu yangu hey. Eh. nimefanya nini tena hey? kweli ndugu yangu, baada ya kuona mazingira yangu sawa. Kadi kama ninavyosema, ukioa hata maswala ya riziki yanakuwa ni mepesi zaidi. Mimi mwanangu napita kaka kipanga pia. Paka pili

Kwa nini utakufa kaka? Sasa vipo? Mbona hata wewe umefanya lakini unapata mtoto. Tiranio, tiranio.

anamsalimia kabisa, oya mama. Anakuja kwenye hadisia nikasema, mama ananiletea utani kwa mwanangu mshe kukutania. Nikasema, hapana, wewe mimi hata jirani mwenyewe sijui ni nani huyo jirani tuk atakuwa na balaa lake. Mana ili ni zidi amani imetoweka ili, hakuna hata ni sinisomeibia, yani kila mmoja amekuwa ni anashiishi tu. Kaka, kuna mengi jirani mengi kaka, acha yani, ah basi, Mungu atuonyesha hata kidogo basi tujue ni nani ata kiufupi hapa tsmazungumzayao Mambo, ama payaji, kwa ah. <laughs> <Nili mwani. tipasarikana> usilale vibaya, usiamke umechoka. Ndiyo tunajali usingizi wako, tunajali ulalaji wako. Unajua yanapatikana wapi? Yote haya ni kwa Amani Magodoro. Jipatie magodoro safi na bomba kwa bei nafuu na rahisi ni kwa Amani Magodolo anapatikana Vingunguti, karibu na sikokula kwa Simba, au piga simu namba 0624 7153 nikunong'oneze kwa bei ile ile, anakuletea mpaka ulipo. Amani Magodolo, suluhisho la usingizi wako.